Habari yako mtazamaji wa Zantime Media, karibu katika kipindi chetu, kipindi ambacho kinakuletea mengi mazuri na unapata kujifunza mengi kupitia kipindi hichi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare channel yetu hii. Mimi mtangazaji wako wa Dahamit, karibu sana, tuwe uwe nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Leo katika studio zetu tumepata kutembelewa na mgeni ambaye atakuja kujitambulisha jina lake pamoja na kitu ambacho ametuandalia Usikose eh, kutu, kutu, kutu, kututazama mwanzo mpaka mwisho wa interview yetu hii. Karibu tuende tukamkaribishe mgeni wetu, tuende tukafahamu mengi zaidi kuhusiana na yeye yeah. Karibu sana mgeni wetu, asante. Ongera kwa kupendeza kwanza. <laughs> <laughs> Nashukuru pia, yani ulivyo na na hisi na mambo uliokuja nayo na hisi, na itakuwa mazuri kama ulivyo wewe mwenyewe. Hongera sana, sio uko nyumbani Sawa, watazamaji wanapenda kukujua jina lako pamoja na cheo chako ambacho umekuja nacho hapa na nini ambacho umekutuletea hasa siku ya leo. Uh, langu jina ni Juma Omar, ni rais wa sheria chuo kikuu cha Zanzibar <laughs> na uji wangu leo hapa ni kushiriki pamoja na wanajamii kuhusiana na maadhimisho ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, na maadhimisho haya ni chachu ya kuona kwamba kuna nafasi kubwa sana ya serikali pamoja na sisi wanajamii na makundi mbalimbali mbali katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kampeni hii. Sawa, asante sana. Kabla ya yote hayo, labda utuambie ni kwa kifupi, maana hiyo ya maadhimisho ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Kwa ufupi tu, siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, hii ni kampeni ambayo ilianzishwa na umoja wa kimataifa Unite, uh, kwa kushirikiana na UN Women katika kupiga kampeni ili kuzuia vitendo vya ukatili na udhalilishaji kwa wanawake. Ndio. Na umoja huu wa mataifa ulilenga hasa katika kutoa wito kwa serikali na mashirika mbalimbali mbali, kwa ajili ya kushiriki na kuweza kufanya kampeni ya kuleta uelewa sahihi juu ya ukatili wa kijinsia. Sawa. Kuna ukatili wa aina nyingi unatokea kwa, wana, wa kwa jinsia mbalimbali mbali. Ah, ni aina gani ya ukatili ambayo eh, zinaonekana kuongezeka zaidi mpaka sasa hivi mpaka kufikia kipindi hichi, kwa hapa Zanzibar? Yes, kwa Zanzibar tu kumekuwa na matukio mbalimbali ambayo mbali mbali, mbali, uh, kiukweli tukizungumzia katika takwimu ambazo zinatolewa hasa zili, zili kwa takwimu za elfu mbili ishirini na mbili ambazo zilitolewa kwamba na na TAMWA kuhusiana na ukatili wa kijinsia ulionekana kuwa kidogo umeongezeka. Na matukio ambayo tunayaona yamekithiri sasa hivi ni matukio kama ya ubakaji, ulawiti, ndiyo, kudhalilishaji kwa wanawake, mm. Lakini pia na rushwa ya ngono. Hivi ni vitu ambavyo naweza kusema kwamba kampeni hii inafanya michakato na kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinakwenda vina, vina kukomeshwa zaidi. Sawa. Mmejipanga vipi katika kuhakikisha hivyo vipendo hivyo vitendo vya ukatili vinavitokomeza kabisa, havitokei kabisa hapa Zanzibar? Mojawapo ni ndani ya siku kumi na sita hizi za kupinga ukatili. hmm. Nadhani huu ni mpango mkubwa ambao tunakwenda kuhakikisha kwamba tunatoa elimu sahihi juu ya uelewa wa ukatili lakini pia vilevile vile tunatoa msaada msaada tunawezaje kutoa. Nikizungumzia sisi kama taasisi ya, ya sheria Chuo Kikuu cha Zanzibar, hasa tumelenga katika kutoa kuendesha warsha, semina mbalimbali na kutoa elimu kuhusiana na ukatili wa kijinsia, na hii tunaona kwamba ina mchango mkubwa katika kuwafikia walengwa ambao ni wahanga lakini pia na wale ambao wanaishi katika mazingira haya sawa. So, kwa upande we, kwa mtazamo wenu ni sababu zipi hasa zinazopelekea uh, nini, huu ukatili wa kujinsia kwa wanawake na watoto kutokea zaidi? Ni sababu zipi hasa za msingi ambazo zinapelekea mpaka kutokea vitendo hivi? Ah, ndugu mtangazaji, sababu ni nyingi sana. Na tupe kwa uchache tu japo tatu mpaka nne miongoni mwao hmm. Ni malezi nadhani, tuanze katika ngazi ya chini. Ndiyo. Malezi ndio ambayo yanaweza yakaamua kwamba jamii hii inakwenda kuishi vipi au nini hatima ya watu hawa hmm. Kwa hiyo naposema malezi, maana yake naangalia kuanzia ya ngazi ya chini, familia ina, inawaandaa vipi vijana wao lakini pia malezi, kuna ngazi za kitaasisi ambazo kwenye elimu tunaona namna gani ambavyo hawa wataalamu wa nyanja za kielimu wanawalea hawa wanafunzi mashuleni. hmm. lakini pia vilevile ngazi ya malezi nyingine ni kwa upande wa, wa, wa, wa, wa dini, manake kwa imani zetu tuliokuwa nazo, basi tunatamani kuona wanatoa mchango mkubwa katika kuwalea vijana na jamii kwa ujumla, hasa katika kuwaasa matukio haya ya kikatili ili tuweze kuepukana na kadhia hizi. Na jambo jingine, matukio mengine yanaweza yakasababishwa na rushwa ya kingono, na si ajabu tumeona kwamba kuna mambo ambayo yanatokezea hasa katika maeneo ya makazini okay. leo hii kuna waajiriwa baadhi, ingawa tumeona kwamba matukio haya yanazidi kupungua kutokana na uelewa sahihi wa kampeni hizi, lakini bado kuna matukio machache ambayo wanakabiliwa watu ambao wanatokea katika maeneo ya makazini kwa watu wa kwenye majira kazi mbalimbali mbali, serikalini, binafsi kwao, wanapitia changamoto ya rushwa ya kingono. Maanake kuna watu wanatarajia kwamba nitapata kazi fulani au kwa kupitia kitu fulani kwao. Matukio haya pia yanaweza yakajenga tamaa na kupelekea baadhi ya watu au wanawake kuingia katika kadhia ya udhalilishaji, sawa. Tumezungumzia kuhusiana na, umezungumzia kuhusiana na takwimu. Je, kuna takwimu gani ambayo zozote zi, zi ambazo zimetoka kulinganisha ku, ku matokeo ya ukatili wa kijinsia kwa mwaka huu na miaka mingine ya nyuma? Uh, direct nikilenga katika wizara yetu, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Ndiyo. Manake inaendelea ku, kutuasa zaidi kwamba wanajamii tushirikiane kuweza kufichua na kuibua matukio ambayo yanatokezea katika jamii zetu. Ah, uh, pasina kuhofu na hili linaonekana kuwa katika vipindi vya miaka mitatu nyuma kulikuwa na matukio ambayo yamekithiri sana hasa katika matukio ya ubakaji na ulawiti. Lakini leo hii tunaona vitendo vile vimepungua. Palikuwa na vipigo ambavyo wanawake wanapitia changamoto hizi. Lakini leo hii wizara uh, pia imeona mchango mkubwa wa wanajamii, lakini pia vilevile ikaweza vile kusaidia kuendeleza kuweka vituo mad au madawati ya kijinsia uh, maeneo mbalimbali katika eneo katika nchi yetu ya Zanzibar na kuweza kuhakikisha kwamba changamoto ambazo zinawakuta wanajamii au wahanga hawa basi zinaweza kufikishwa moja kwa moja na kutatuliwa na watu hawa wa madawati ya kijinsia pamoja na kuchukua changamoto zile na kuanzisha mashauri haya katika ngazi za kimahakama. Sawa, tumeona kuna matokeo mbalimbali ambayo yanawakuta wanawake. Kama wizara, huwa inachukua hatua gani katika kuwasaidia wanawake hawa ili kuhakikisha wanapata haki zao pamoja na zile haki zao za msingi katika, eh, i, kila mwanamke anapata haki yake ya msingi? Ni hatua gani ambayo wizara anachukua, tukichukulia mfano ni kama hapo ulipoongea kwamba mwanamke anaweza akala akadailiwa na kazi mfano kuna kazi na anatoa pesa au mimi nataka rushwa ngono, anatoa ngono. Mwisho wa siku hapati kazi, hapati chochote kile. Hatua gani ambayo inachukua kama wizara katika kumsaidia mwanamke huyu akikutana na tatizo kama hilo? Hatua ambazo tunaona wizara yetu inachukua ni moja, kwanza ni utetezi wa haki, kuhakikisha kwamba wahanga wote wa ukatili wa kijinsia basi wanaweza kusaidiwa changamoto zao zinaweza kuwasilishwa hasa katika vyombo vya sheria, na dola imekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba inapiga vita na kuwaadhibu wale wote ambao wanakuwa wanatuhumiwa na matukio kama haya. Lakini pia mm, jitihada ambazo nyingine zinachukuliwa na wizara ambazo tunaona wizara yetu ya maendeleo ya, ya, ya jinsia ya wanawake na watoto ni katika kuhakikisha kwamba katika haya madawati ambayo yameanzishwa basi yanaweza kufikia malengo ambayo yamewekwa katika kutoa elimu lakini pia vilevile kufichua matukio ambayo yanaendelea katika jamii. Lakini ni niipongeze pia serikali yetu ya, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeona sasa hivi pia imeweza kufikia kiwango kikubwa cha udhibiti wa ukatili, ikiwa ni fursa kwa wanawake hasa ni uongozi mwana, ushiriki wa mwanamke katika siasa na uongozi ambapo tumeona kuna miradi mbalimbali mbali, kama miradi ya UN Women ambayo imeweza kuletwa na kuhakikisha kwamba sasa jamii inapata uelewa sahihi kwamba wanawake wanapaswa kushiriki katika nafasi hizi, na mfano mzuri ni tunaona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuchukua nafasi na kuisimamia nchi vema kabisa. Kwa hiyo ni nafasi kubwa na ni matumaini kwamba matukio kama haya ya ukatili au ya udhalilishaji basi yanazidi kupungua na kujenga uelewa sahihi kwa wanajamii, pamoja na kuwahusisha katika fursa mbalimbali. Sawa, so, tuna, tunataka tuhusie katika rushwa. Tunaona kwamba rushwa ndo adui wa mkubwa sana katika maswala haya ya udhalilishaji. Kwa upande wenu, unalizungumziaje swala hili la rushwa?